Mambo vipi mwana Uni Youth Talks, leo ilikuwa ni siku ya pili ya Mzumbe Day na Entrepreneurship Camp, ambapo sisi Uni Youth Talks na The Youth Talks Podcast tuliweka kambi katika tukio hilo lililofanyika jana na leo, na kesho litaendelea kama kawaida, ila tulipata vitu vingi kutoka kwa vijana wenzetu. Tulipata burudani e, ubunifu na ujasiriamali na biashara mbalimbali ambazo vijana wenzetu wanazifanya, hivyo naenda kukuonyesha matukio. Tukio la kwanza ni la burudani, ambapo vijana mbalimbali walipata fursa ya kuonyesha vipaji vyao vya kuimba na kurap. Hebu twende ukawaone <mimu> Tukio la pili tuliwatembelea vijana wajasiriamali na wafanyabiashara wadogo wadogo ambao walijitokeza kwenye maonyesho haya ya leo, ambapo walipata fursa ya kueleza bidhaa na huduma wanazozitoa. Karibu tende ukaone. Okay, jamani, karibuni sana leo. Tuko hapa Mzumbe katika entrepreneurship day, katika Mzumbe Day, na hapa tuko na wafanyabiashara mbalimbali, pia wajasiriamali mbalimbali, pia wabunifu mbalimbali mbali. Naanza na yetu hapa asama naitwa nani? Naitwa Julikana Sanga okay. Julikana Sanga, na biashara yako, naona hapa ni vitu vya asiliasili niniko. Hii idea yako ulitolea wapi? i Yeah, idea, mimi kwanza napenda kazi za mikono, mm -hmm, lakini pia katika pitapita yangu pita nilikuwa napenda sana kuvaa hivi vitu shingoni mkononi kao. Oh, kuna mdau mmoja akaomba nimuuzie nimsaidie kuuza. Niliingia darasani baada ya kuwa nimeona mahali ila hizi za cheni na kichwa sikuingia darasani. Nilichukua tu ambayo nilikuwa nimevaa, nikaenda, nikaambia, nataka kama hivi. Kwa hiyo akanipa material na vitendea kazi vyake, nikafika nyumbani, nikakaa chini, nikaanza kutazamia, nikatengeneza, nikafanikiwa. Baada ya hapo nikawa interested kuongeza zaidi, ndio nikaenda kujifunza nikoba ya shanga. Nilienda kujifunza kwa Masai. Hii hapa nilienda kujifunza Njombe kwa masista. Nilitumia yes, zaidi ya karibia laki tatu hivi. Nilienda Njombe kuna sehemu moja kuna shirika la masista wanaita Himiliwa ndipo nilipoenda kujifunza kwa muda wa siku tatu nikarudi biashara ikawa inaendelea. Ni mchanganyiko wa chocolate cake pamoja na red velvet. Hii kuna lakini kwa leo tunauza pamoja na. Naona unga unga hapa ni vitu gani? Hizi ni masala, ni pilau masala pamoja na ti masala. Okay, unaitwa nani? Majina anaitwa Nelson Kamzola. Pia kuna wireless mouse na accessories nyingine tofauti tofauti za simu. Pia na dina maintenance ya simu na maintenance ya laptop kwa ujumla. Bidhaa zangu nikiziuza na zitoa na warranty ya miezi mitatu kuendelea. Naitwa Innocent Nobi David. Okay, wewe una dina nini? Mimi na dina uuzaji wa sabuni za maji. Ni unatengeneza mwenyewe, unanunua zenu unafanya packaging? Uh, tunatengeneza sisi wenyewe, maanake niko na mwenzangu hapa, tunanua matilo wenyewe, tunatengeneza wenyewe, tunafanya packaging wenyewe na tunauza wenyewe. Naitwa Catherine Anton. Okay, ni mfanyabiashara biashara mali. mali mjasiria mali mjasi. mm, una deni na nini hapo ka natengeneza hivi hapa vikapu kama unavyoviona, pia anatengeneza sabuni kwa ajili ya kufulia, kuogea yeah, na kuoshea vyombo, bila kusahau pia, pia na shower gels hizi hapa pia na product ya unga wa mbegu za parachichi ambayo inatumika kutibu magonjwa mbalimbali. Mbali. Mm -hmm. Yeah. Naitwa Noreen Dennis. Okay, wewe oh, unauza nini hapa? Ni naona vitu vitu hivi. Actually, mna deal na accessories like mbalimbali kuna cheni, kuna hereni, kuna saa, kuna spranges, kuna perfume, mm -hmm, accessories mbalimbali. Okay, okay. Kwa oh, kwa oh, kwa? Unanunua then na kwa? Yes, ninanunua, naagiza mzigo nakuja, okay. Hii ni biashara ambayo mtu anataka kuangalia, mtu anataka kufanya tuo mtaji mdogo na pia anaweza kufanikiwa kwa muda mchache. Majina anaita Jeffrey Charles John. E, una nini na nini hapa? Wizi una yani, unatengeneza au unanua na uuza? Uh, kwa mimi nadili na kutengeneza bracelet pamoja na kutengeneza sabuni pia tunatengeneza scrub ya ngozi. Kwa bracelet tunanunua material then natengeneza mimi mwenyewe kama unavyoona material yenyewe kama haya unayonunua then kishamaliza kununua nakuja wenyewe nakaa chini tunatengeneza naitwa Neema okay. naona po na biashara biashara una biashara gani ninauza pilipili nina pakeji kubwa hii ya shilingi elfu nne nina pakeji ndogo hii ya shilingi elfu mbili pia nina viungo vizuri sana nina viungo mbalimbali ikiwepo amala i mean Hivi ni viungo ambavyo tunaweka kwenye chai, kwenye uji au kwenye maji ya moto, vinasaidia kuondoa sumu mwilini. naitwa Angel. ni mjasiriamali au ni mfanyabiashara? mimi ni mjasiriamali, natengeneza mikoba hii, mikoba natengeneza mwenyewe. Kama unaona kuna mikoba ya aina tofauti, kuna seti tofauti yeah, kuna okay, zile ya kwa watu ambao kuanzia bei ya kati mpaka bei juu ya juu. endelezi shilingi ngapi? Hapa kuna mikoba ya sita hivi. Okay, asante Arahma mzee Majadi. Usukaji, usukaji hapo, nini iko na kisuka? Hili ni kapu kwa ajili ya kubebea malighafi kutoka sokoni mpaka nyumbani, na pia unaweza ukalichukua hili kapu hospitali, ka kwa mama la wajawazito. Unaweza ukalitumia katika matumizi tofauti tofauti kwa mimi mfano nikinua leo nakaa kwa miaka mingapi? Hii likapu unaweza ukatumia mpaka vitu kuu wewe na matumizi yako.